<laughs> Una nini ndugu yangu? Kumbe ni wewe uh. Sielewi kitu gani kimekukuta ndugu yangu? Eh? Una nini kimekukuta, wanasema kuwa uyaone. Mimi sasa sijui kama nimekuwa ama ninayaona, na sijui kama kila mtu anaona yale mambo mimi naona, maana hata nikiona wenzangu yale ninayoyaona ni kama ndoto. Yani sielewi mimi mwenyewe. Yani sikilize, ndugu yangu, wewe tatizo apagawa mwanangu, wewe wapagawa, hmm? Sasa sijui mimi nikusevu vipi mwanangu, yani wapagawa mwanangu. Hali zuea ya maisha ndugu yangu, zoea kabisa, chambo yako hai hayo nayosikia ya kweli ama kuna mengine juu yake? kwani wasikia nini wewe? Nasikia siku hizi ngo wazimu na we ukiniangalia, mi nakawazimu sio? Nielezee we sema tu. Yanayonipata ni watu wanielewi, maana hata nikikuelezea pia wewe hutanielewa. A mi nielezee, enda Sasa acha nikwambie. Mimi nze ni nilianza na ndoto, ila baadaye hiyo ndoto ilikuwa ukweli. Na muona mtu mbele yangu, na huyo mtu anapotea akirudi. Ngoja ngoja, msemo, mnaota ndoto gani? Uliota kizimu ya kijini ama ya nini kwa mfano? Mwanzo, mimi nilipokuwa nimelala nikaota msichana mmoja amesimama kwa njia. Unakumbuka ule msitu uko pale mbele pale? Nilipokuwa nimelala nikaota ya kuwa kuna msichana mmoja amesimama kwa njia. Unakumbuka ule msitu uko pale mbele pale? Endelea kuongea nini, ule msitu. Basi wakati napita huko hmm, nikamwona msichana mzuri sana kasimama mbele yangu, nikamuuliza tu tujuane badala ya kuniambia jina lake, ananiambia stori zangu, maisha yangu, mahali naishi, mahali naenda. Sasa la kushangaza ni kwamba hakutaka kuniambia jina lake, na tuliachana, ila mimi kusonga mbele nikampata mbele yangu amekaa, wa wakati alienda ya nyuma yangu. Sasa swali ni huyo msichana nani? Na baada ya hapo sasa mimi nilirudi mbio kumuona amekaa, nilirudi mbio mahali nimetokea. Ile kurudi nikastuka, kumbe nilikuwa kwa usingizi. Sasa niliposhtuka katika hiyo usingizi, ninaweza kufikiria kwa nini na utandoto hiyo tena mchana. Nilio katika pilika pilika pesa zangu za kupita hapa na pale, nikakutana na yeah, ajiwa ajiwa. Nilipokuwa nataka kumwelezea, basi huyo alitokea, yep. Akaniambia siri zake. Sasa mimi nilikuwa naona ni ndoto, lakini akanitokea live sasa. Na alivyotoka ali, ali ulimuuliza chochote? Thubutu wewe wewe, no. kuweza utawezaje muuliza mtu mwenye anakutokea ghafla nakutokea ghafla hivi? Leo ni hizi story zako hazina mpango, ngoma za kweli. Kama kweli sasa, za kweli mimi naomba nilijua tu, na ndio maana nilitangulia kukuambia, hata wewe hutanielewa, maana hakuna atakayenielewa hili. Hata sijui nani atanisaidia. Haki. Hata mimi pia nimechoka, sijui sasa niende wapi. Maana kila nikienda na na shughuli nitakutana na wewe jini. Rafiki yako ndio malaika wangu, au wengine hao fotokopi? Siwajua bibi, hmm? Najua pia mimi nakupenda. Mm, nakupenda mimi. si eti wajua nanipenda mimi, nakupenda serious. Hauna mwingine? Mwingine ni mtu wapi? mwingine ni wewe sasa, kwa ndanganya tu. Kwa hivyo niamini, ni wanadamu au niamini kuniamini? Ah basi, nakuamini. Sasa mbona ulikuwa unasema na mwingine? Afurahi basi Unachukulia vipi bebi wangu? Kwa hivyo umeona alama ya mtu hapo? Umeona alama ya mtu hapo? Akishikwa mimi nanyoa. Umeona? Ukijisikia mzee anakuchokora, utajua mwenyewe. Hataueli mambo? Omboi, mambo poa sana. Kumbio hivo? Omboi una stori na sisi? Achana nayo, uskiiafuta banki wale wale, kushindwa na, na, ah, na, na maisha maisha, afuta banki mm. Hachana naye yule, siajua hafuta bangi yule. Okay, siku hizi sikia anaota jini halafu jini namtokezea bana. Ale wanshindwa maisha yule, maisha imemlemea bangi zake, ukkuja kuletea watu k bana. Nakuambia siriasi yule ni mshamba tu, oh, wa kawaida, maisha imemlemea

Mwana memzima kusambaza umbea. Umbea tu, alikutuma hapa nani? Umbea tu. Mwana mwana memzima kusambaza umbea, hata haya hauna tena zingine, huko kupeleka peleka umbea naje na umbea wote ambao

Yani dada, unataka nini kutoka kwangu? Wajifanya mbea, sio? Yaani wewe ndio redio hapa, mtu asiye asiyekuwa na redio, we ndio wamsambazia umbea, wamfikishia, bila hata yeye mwenyewe kuutafuta huo mbea yako. usipoacha mtajua cha kufanya. Tna kulala na, kulale, na barabara. Ay, haki baby, tafadhali nimekuona leo, naona nitatulia, roho yangu itatulia mahali. Eti mpenzi, mpenzi wako nani? Mimi natusha chana, upo sina tena mahusiano na wewe na wala sikuhitaji katika maisha yangu, kwa hivyo jamani, jua mapenzi yanaumiza, na mimi nimekuchagua wewe tu peke yake hao wengine mnaoniambia mimi siwajui, hasa huyo msichana mnasema nilikuwa naye, wala simfahamu. Sasa waniumiza, hebu nisamee kama nimekosea. Jamani, nipe another chance nikupende tena, nipende kama vile tulivyokuwa tumependana. Mimi siwezi chagua mwingine kando na wewe, moyo wangu umeridhia wewe tu, na mimi nimehakikisha huyo msichana mnayomniambia nikimwona, nitamwambia mbele yako kwamba mimi simpendi, nakupenda wewe. Ni ile tu simjui, eti mjui hivyo. Wajaelewa wewe? Mimi kurudiana na wewe ama kukupenda tena, labda nizikwe nikufuke. Ni, ni, ni amke, naweza kupenda tena? Sikuhitaji tena katika maisha yangu, eti si, mapenzi yanaumiza pale siku mia tena unikome kunifatilia, sikuhitaji, sikutaki, hacha kinaanizi. Naomba mpenzi, unisamehe. Kwani nilikosea wapi? Na nikosa gani gumu isilosameheka? Naomba tafadhali, nisamehe. Nilikupenda kwa moyo wangu mmoja, na yani, nimekukata kwa moyo wangu mmoja. Kwa hiyo nikome, tuheshimiane, usinifatifati siku juu nijue Haki hao watoto wa elfu wa mbili watanimaliza sasa. Huyu naye sijui alitokea wapi, anakuja kuniharibia ndoa yangu, na vile nilikuwa nimempenda huyu msichana. Hivi atakubali kweli kurudiana na nini? Haidhuru, nitamfuata huko huko kwao. lakini uliokuona pamoja, labda uliona vile vile, mchenokuwa muulizia. Hivi unaona ni rahisi tu. Ile msichana huenda alikuwa anatuchora tu, huenda alikuwa anajua yeye ni msichana wake na ndio maana akakwambia hivi, anataka mwachane tu. Huenda ni kweli venye limwona, huenda amechanganyikiwa. naomba urudi kwa homeboy. maana kwa nilivyomwona, ana ubaya na mtu? Rudi tu na nakusuria, ama nimpende nini? Umechanganyikiwa wewe, mi akuwa anasema tu kama umeshinda sana. Nimeshukuru, nimeona nisikia vizuri. Meshkuru, tena mwenyewe nimeenjoy mimi, nakuwa hivi tu mpenzi wangu, tuendelee tu hivi na wewe, na hakuna mwingine zaidi yako mpenzi wangu. Sawa. Niulize mpenzi kwanini hsa tutaonana baadaye, mii inaishi hizi baadaye tutaona. Sawa. Nakupenda. Love you. Kupenda <laughs> hapa kati yangu mimi na wewe nani ndo yafaa muulize mwenzake afanya nini hapa? Pia mimi nafaa nikuulize, jibu swali, nani ndo yafaa muulize mwenzake? sisi wote. <laughs> Nakuona siku hizi una kiburi. Kiburi gani Mariam? umesahau ulichofata? ulitumwa kufanya mission, na si mapenzi Kwani hii ninayofanya ni nini, kama sio mishi? Umesahau masharti uliopewa na wakuu? Achiruhusii kufanya mapenzi wala achiruhusii kupenda. Ninajua ninachokifanya Mariam, mi si mtoto mdogo. Kila mtu alipewa jukumu lake, mbona wanifuatilia? Sasa hivi ambavyo wafanya wazazi wakijua, unadhani utafikiriwa vipi? Kazi mliyonituma naendelea kuifanya, si mngoje nimalize. Unaleta mapenzi kwenye kazi, kwani ya kuhusu nini wewe? Alafu tena siliambiwa nikae karibu naye ndio nileta taarifa, nitailetaje kama sitakuwa karibu naye? Sio kuleta mahusiano kwenye kazi? Hivi nadhani sijui mnachokifanya. Nishakueleza kueleza, kwani tatizo lako ni nini? Ama wamtaka pia? Mimi ndio kiongozi wako, afu nisikize kile ambacho nitakwambia. Isitoshe hata kama hi ni mkubwa lakini ninachokwambia afu ufate, maana mimi ndio kiongozi. Unataka kuniambia wewe una hisia? Wacha shobo bwana. Wafikiri mimi sijui chenye unaendeleza na homeboy. Achana na mambo yangu, hayakuhusu, pia haikuhusu.